kongwe na kiongozi wa upinzani huko nchini Kenya Raila Odinga uh, wa chama cha ODM ambaye pia ni rafiki wa karibu wa rais mpya wa Tanzania Dr. John Magufuli amesema anaamini Tanzania imempata kiongozi anayestahili kwa kuwa ana kasi ya maendeleo. Odinga, ambaye ni miongoni mwa wageni walioalikwa katika sherehe za kumwapisha rais Magufuli, ametoa kauli hiyo ikulu jijini Dar es Salaam alipozungumza na Azam News muda mfupi baada ya dhifa ya kitaifa. Magufuli nimemjua sasa kwa miaka mingi, ulikuwa pamoja na mawaziri wa uh, uh, mambo ya uh, barabara uh, na ujenzi, na mi najua yeye ni mtu ambaye anajua kufanya kazi. Yeye ni mtu ambaye anapenda kuona uwazi wa kufanya kazi, na mtu ambaye hapendelei uzembe na u, uh, uh, ufisadi. Kwa mimi, na hakika ya kwamba ndugu Magufuli yatapeana na uh, liongozi ambayo nchi hii inastahili.